Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoani humo Alex Mkama amesema watu hao wamekamatwa wakiwa katika eneo la Nzawa kata ya Mkuyuni wilaya ya Morogoro ambapo uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa kushirikiana na wadau wa haki jinai na utakapokamilika wahusika watafikishwa kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Wengine wawili wamekamatwa wakiwa na nyara za serikali. Hili tukio limetokea Mei 18 mwaka huu huko katika eneo la Nzawa kata ya Mkuyuni wilaya ya Morogoro. Waliokamatwa ni Seni Waziri Furahisha, huyu ana umri wa miaka 37, mkazi wa mvua Morogoro, na Abdalla Salum Mkulameo, huyu ana umri wa miaka 42, mkulima mkazi wa Kilosa mkoani Morogoro. Hao wamekamatwa wakiwa na vipande sita vya meno ya tembo wakiwa wanatafuta soko la kuuza ili kujipatia kipato ambacho ni haramu. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa weledi kwa kushirikiana na wadau wengine wa kijinai. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoani Morogoro linamshikilia Dines Faustini mwenye umri wa miaka 33 askari wa Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ kwa kosa la kuendesha gari akiwa amelewa na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya barabara katika kata ya Bigwa manispaa ya Morogoro. Katika tukio jingine lililotokea Mei 17, 2025 katika kata ya Bigwa manispa ya Morogoro. Mtu mmoja mwanadada huyu anaitwa Dainis Sebastian Faustin, huyu ni askari wa jeshi la wananchi Tanzania na mkazi wa Morogoro. Yeye alikamatwa akiendesha gari ya aina ya Nissan Juke lenye namba za usajili T 560 EDG akiwa amelewa. Uchunguzi wa kitabibu ulibaini kuwa alikuwa na kiwango cha ulevi kipimo cha 305.9 hali iliyosababisha apoteze udhibiti wa gari na kugonga miundombinu ya barabara. Ee, huyo aligonga taa zile za barabarani, naye amekamatwa na hatua za kisheria zinaendelea dhidi yake. Hapa jeshi la polisi mkoani Morogoro likatoa wito kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo kali kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, nawataka kuzingatia sheria za usalama barabarani. Pia linatoa onyo kwa wawindaji haramu na uhalifu wengine wote kuacha kabisa vitendo hivyo ambavyo vina hujuma rasilimali za nchi. Watakaobainika kukiuka sheria hizo watachukuliwa hatua kali za kisheria bila muhali, ili kulinda maisha ya wananchi na rasilimali za, za, za, za nchi yetu. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital.